Baada ya changamoto hii kutokea e, serikali tulikutana chini ya uratibu wa waziri wetu wa viwanda e, e, na biashara Mheshimiwa Dr Suleiman Jafu ambaye ndio anasimamia biashara za nchi hii. Tukakutana mawaziri wanaohusika uwekezaji, biashara, fedha, wizara ya mambo ya ndani na wizara zingine. Baadaye tukaoita viongozi wa jumuiya ya wafanyabiashara wa Kichina waliopo Tanzania tukakutana nao. Kwa mambo, mambo kadhaa tulikubaliana. E, nitaje machache kama mawili matatu. La kwanza, tunakaribisha wawekezaji kutoka nje waje kufanya biashara hapa na biashara za kimkakati, biashara kubwa. Hatutarajii wafanyabiashara kutoka nje waje kuuza nyanya ambazo zinaweza na Watanzania, waje kuchukua nafasi za Watanzania, e, otherwise hatuna sababu. Kwa nini surotu, a, a, mtu asafiri kilomita yote hayo kuja hapa kufanya kufungua duka la kuuza viatu. Hatuwezi kuruhusu kama serikali, na kuna serikali yote duniani ambayo inaruhusu vitu hivyo eh. Serikali inakaribisha uwekezaji, lakini lazima tulinde maslahi ya Watanzania. Kwa hiyo tumeliweka vizuri kweli, hapa kuna sheria specific ambayo inasema eh, hapa biashara hizi fanya na watanzania hizi na wageni, lakini hiyo haimaanishi kwamba serikali iweze kuchukua tu kwa eh, kutumia kanuni zetu za kawaida tu. Kwa hiyo waziri wetu wa biashara tayari ameshatoa uh, mwongozo ni maeneo gani wafanyabiashara wa nje hawaruhusiwi kufanya hapa Tanzania. Lakini tumeimarisha tume, tume eh, kupitia darayetu wa uhamiaji waimarishe eh, vibari ambazo watu wanaingia hapa Tanzania, lakini upande wa TIC wanaposajili investment zile ambazo wanafanya na Tanzania lazima zilindwe kwao. Tunakaribisha wawekezaji, lakini uwekezaji huu hatuwezi kuruhusu ukapondaponda maslahi ya wananchi wetu ambao wanaangaika kujitafutia kipato kupitia biashara. Kwa hiyo hili jambo lina, linaenda kuisha na tumeshalishughulikia na ndio maana kuna utulivu mkubwa pale Kariakoo na bado tunaendelea kulifanyia kazi na tulienda zaidi eh, tukawaambia wenzetu kwamba nchi hii ina lugha mbili tu rasmi, kiswahili na Kiingereza. Eh, kulijitokeza hapa katikati utamaduni mpya wa watu kuandika mabango kwa lugha zingine nje ya Kiswahili na Kiingereza. Tukasema hapana, hicho e, kilugha cha kwako uko nyumbani kwako huko, ila kwenye mabango yetu ya kibiashara na kwingine, andika mabango ama kwa Kiswahili na Kiingereza ama Kiswahili peke yake, ndo lugha ambazo zinajulikana rasmi hapa Tanzania. E, sasa ikiwa huyu kaja mchina kaandika kichina, mjerumani kijerumani Mpola ni Kipolishi, itakuwa nchi gani hiyo? Maanake tutakuwa na taka taka nyingi sana huko barabarani. Hatuwezi kuruhusu hilo jambo. Tulikubaliana nao na tuliwapa muda kuhakikisha kwamba wanarekebisha haya mambo, na wenyewe wakakutana na wafanyabiashara wetu wa Kichina, wamekaa nao wakaelezana, msituharibie sisi na na na. Tanzania na China tuna mahusiano mazuri sana ya kidiplomasia, na China kwa sasa ni moja ya nchi ambayo tuna wawekezaji wengi, na tungetaka tunge waendelee kuja tungetaka mahusiano ya biashara kati ya Tanzania na China yaendelee. Lakini tafadhali sana e, wawadhibiti watu wao wasiingie katika maeneo ambayo wananchi wetu wanajitafutia kipato cha kawaida. Raisi e, e, wetu Dr Samia Suluhu Hassan ana jukumu la kuhudumia Watanzania wapate kipato chao kwa ili jambo tumeliweka vizuri na tulielewana, ndio maana e, unaona hali ya utulivu imeanza kuja. Na tumesisitiza sana kwamba wafanyabiashara kutoka nje wanaokuja hapa wafate sheria za Tanzania. Hilo eh, ni jambo la msingi kabisa kabisa, ambalo lazima tuendelee kusisitiza kama ambavyo sisi tukienda kwenye in za wenzetu lazima ufuate sheria za kule, huwezi kufanya tu hivi hivi. Dunia inaenda kasi katika suala so zima la, la, la uchumi. Kuna biashara mpya ambazo zimeibuka wakati huu, na zenyewe sasa hivi tunazizingatia kuziwekea eh, kwenda kuwauliza wadau eh, jinsi ya ku serikali itakavyosaidia kuwaboreshea mazingira. Kwa mfano, sasa hivi ziko biashara hizi ndogo zinaitwa startups, au kuna watu wanaitwa angel investors eh, kuna biashara hizi zote za, za mtandao. Wakati ule wa mpango uliokuwa unaendelea, kwa kweli hazikuzingatiwa sana, lakini ukweli mwingine ni kwamba uh, sasa hivi eh, hii biashara ndogo ndogo iza kina mamantirie na zote hizi ndogo Ukizim, ukijumuisha watu wangapi wanashughulika nazo, ni watu wengi sana. Kwa hiyo na yenyewe tutawajumuisha kuwauliza ni jinsi gani wanadhani, eh, mazingira yao ya kufanya biashara ya, yaboreke.